Bwana wengi <gulikimione> mmeona, hii taarifa mmeona hiki ki clip kime trend kina maana muda mfupi sana amesha brandized, nimekuja nikupa ufafanuzi zaidi kuhusiana na hiki ki clip ambacho kime trend sana. Ni kwamba huyu dada bwana alikuwaga na mahusiano na jamaa mmoja hivi so, huyo jamaa bwana akawa amemtenda sana, akawa anamsumbua nini kwenye mahusiano wakawa hawaelewani nini, mambo akawa ni mengi Dada siku hiyo bwana alikuwa kwenye hiyo show hapo, alivyoisikia ngoma da, mambo mengi aliona, aliona kama vile yanamgusa hivi so, kwa alivyosikia ngoma kwa kweli alijisikia vibaya sana, yani kuna mambo mengi aliyakumbuka, kwa sababu kwa sasa hivi dada kidogo mambo yako safi, afu jamaa sasa hivi mambo yame yako jamaa mambo yake sasa hivi yameshuka ya sana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya maisha je, sionaelewa tena. Kwa hiyo dada mwanaimba hapa kwa hisia sana, alikutoa machozi kwa sababu ana kumbukumbu kumbu na haya mambo yalishamtokea, amesha bantizete. Subscribe.